Halo marafiki na maskar, nimefurahi sana leo, nina furaha sana leo kwa sababu niko leo kwenye kiwanda cha maji ya madini kiotomatiki ambacho ni cha mteja wetu mwenye furaha zaidi. Hii ni VNS akuwa na jina la chapa ni Life In. Hapa wameweka kiwanda kiotomatiki cha hamsini hamsini bm. Nitakuonyesha moja kwa moja jinsi maji yanavyotakaswa, jinsi chupa inavyotengenezwa, jinsi chupa inavyojaa, jinsi chupa inavyoandikwa na jinsi inavyotengenezwa kwenye katoni na jinsi inavyotumwa. Utafurahi mara tu utakapoangalia teknolojia ya mmea otomatiki kabisa. Kiwanda kiotomatiki kinahitaji upangaji makini na kubuni na utekelezaji. Kiwanda hiki chote kimeundwa na mhandisi wetu na kimetekelezwa na mtaalamu wetu wa teknolojia. Huu ni mlango wa kiwanda. Nitakuonyesha ujenzi mzima pia pamoja na muundo wa mambo ya ndani wa kiwanda pamoja na mashine za kiwanda. Hii ni kabini ya usalama. Usalama unakaa hapa na utafanya kuingia na kutoka kwa chochote. Mara tu unapoingia, unaweza kuona nafasi kubwa, nafasi kubwa wazi. Unaweza kuona kivuli hicho. Eneo hilo la vivuli ni futi za mraba elfu kumi. Kando ya eneo hilo la futi za mraba zina eneo la wazi la futi za mraba elfu tano hadi saba. Eneo hili la wazi wanaweza kutumia kwa maegesho. Chupa zitatumwa kwa malori kama haya, unaweza kuona lori, ili waweze kuingia kwa urahisi kwenye mmea na mara tu inapopakiwa inaweza kutoka mmea. Ulioundwa vizuri sana, mmea wa wasaa sana, tumetumia kila inchi ya mmea kuifanya iwe bora zaidi na endelevu zaidi. Huu ni mmea ulioundwa kwa uzuri sana. Eneo hili wanalo kwa ajili ya malazi ya wafanyakazi wakuu wa usimamizi. Hili ni eneo la malazi kwa wasimamizi wakuu. Unaweza kuona hii ni eneo la kukaa. Wana jikoni pia na wana chumba cha kulala pia. Wanakaa hapa, wanapika chakula hapa na wana eneo la kulia wazi pia. Hili ni eneo la wazi la kulia. Wasimamizi wakuu pamoja na wafanyikazi wa kiwanda wanaweza kula chakula cha mchana na chakula cha jioni hapa na wanaweza kukaa hapa. Jambo muhimu ambalo unahitaji kuelewa, ikiwa unapanga kusanikisha mmea wa moja kwa moja, ikiwa una nafasi ya ziada, basi jaribu kujenga malazi kwa wafanyikazi wako na wafanyikazi wa usimamizi ili waweze kutoa muda kamili kwa kiwanda chako na waweze kutoa uzalishaji ambao huwezi hata kufikiria. Wanaweza kuzalisha uzalishaji zaidi kuliko matarajio yako. Weka hoja hii akilini mwako. Huu ni mlango wa mmea. Unaweza kuona jenereta pia hapa, hii inahitajika kwa chelezo ya usambazaji wa umeme. Wakati mwingine umeme huenda na kile kinachotokea katika mitambo ya moja kwa moja, baadhi ya maonyesho yako chini ya joto, wengine wako chini ya kupigwa, wengine wako chini ya kujazwa, na kwa hivyo ikiwa umeme unaenda, utendaji huo unaweza kupotea. Ikiwa una nakala hii ya umeme, ili mmea usiame na mchakato wote wa mchakato utapita. Hili ndilo jambo muhimu ambalo lazima uzingatie. Ikiwa unaweza kuweka nakala rudufu ya umeme, itakuwa nzuri kwa kuokoa gharama na pia itatoa uzalishaji usiokoma. Sasa hebu tuingie ndani kwenye kitengo cha uzalishaji. Hiki ni kiwanda cha maji ya madini kiotomatiki kikamilifu. Unaweza kuona hii ni mstari kamili. Sasa nitaelezea kila mashine kwa undani mmoja baada ya nyingine. Wacha tuanze kutoka kwa chanzo cha maji ghafi. Tutaangalia chanzo cha maji, jinsi inavyofanywa. Maji ya kunywa yaliyofungashwa katika nyumba ya wageni kwa kawaida aina tatu za vyanzo vya maji vya vinaweza kutumika. Moja ni maji ya kisima, maji ya mto au maji ya tanki. Katika kiwanda hiki wametumia maji ya kisima. Borewell iko nyuma sana upande huo. Wana tanki la kuhifadhi lita laki moja huko. Kutoka hapo imekuja hapa. Wameweka tanki mbili za kuhifadhi maji ghafi, lita elfu kumi kila moja kwa hivyo tanki hili limetengenezwa kwa nyenzo za HDPE. Jambo muhimu ni ama inapaswa kuthibitishwa na ubora au cheti cha daraja la chakula kinahitajika kwa sababu unasindika maji. Chochote kinachowasiliana kinapaswa kuwa daraja la kumbuka jambo hili. Kutoka hapa maji yataenda kwenye mmea wa aro. Sasa tutaona mmea wa aro, mmea wa reverse osmosis. Unaweza kuona chumba cha mmea wa aro hapa, eneo lote ni la mmea wa aro. Kuna chumba tofauti cha mmea wa aro, wacha tuseme ndani. Hii ni lita elfu kumi na mbili kwa saa rommea hiyo, inamaanisha inaweza kusafisha maji lita elfu kumi na mbili kwa saa. Kwa hivyo ni mmea mkubwa sana wenye uwezo. Tumeona tanki la kuhifadhi maji gafi hapo. Kutoka hapo maji yatasukumwa kupitia pampu hii. Hii ni pampu ya maji gafi. Kutoka pampu itaenda kwenye tank ya kwanza. Hiki ni kichujio cha mchanga au kinaweza kuitwa kama kichujio cha media titika. Katika tank hii kutakuwa na tabaka tano za filters za media titika. Itachuja uchafu uliosimamishwa ambao upo ndani ya maji. Inaweza kuchuja hadi uchafu wa ukubwa wa mikron hamsini na hapa valves za multiport zipo mfumo wote. Kutoka hapa maji yataenda kwenye mfumo wa pili. Hii inaitwa chujio cha kaboni kilichoamilishwa. Katika mfumo huu kaboni zilizoamilishwa zipo. Kaboni zilizoamilishwa husafisha maji kwa uchafu wa kikaboni kama rangi mbaya, harufu mbaya, ladha mbaya, kemikali. Inaondoa uchafu wa kikaboni. Kutoka hapa maji hupitia chujio cha katride ya mikron. Katika mfumo huu chujio cha katride cha ukubwa wa mikron tano hutumiwa. Itaondoa uchafu hadi mikron tano. Kwa kawaida watu hutoa kichujio kidogo cha katride ndogo ya ukubwa mdogo, tunatumia saizi ya jumbo. Unaweza kuona kichujio cha ukubwa wa jumbo, inaweza kusafisha maji vizuri ikilinganishwa na chujio kidogo cha katride. Kutoka hapa kuna mfumo wa kipimo. Hii inaitwa mfumo wa kipimo cha antiscalant. Hii itapima kioevu cha antiscalant kwenye membrane. Itafanya nini? Kawaida maji yana ugumu na tdf. Kwa hivyo hiyo itaunda safu kwenye membrane ya gharama kubwa. Membrane ni ghali sana, kwa hivyo tunapaswa kulinda membrane. Safu haitaundwa kwa sababu ya kipimo cha kioevu cha antiscalant hiyo itazuia safu hii kwenye membrane na itaongeza maisha ya membrane. Kutoka hapa kutakuwa na pampu ya shinikizo la juu. Unaweza kuona hii ni pampu ya shinikizo la juu, itaunda shinikizo la juu ndani ya maji, karibu kilo 15, kwa sentimita ya mraba. Kwa shinikizo la juu kama hilo, hupita kwenye membrane. Unaweza kuona hii inaitwa nyumba ya membrane, ndani kuna utando itapitisha maji kwa shinikizo la juu kupitia membrane. Uchafu wote ulioyeyusho utaondolewa kutoka hapa, ndiyo maana hii inaitwa mfumo wa utakaso wa reverse osmosis. Utando huu huondoa uchafu wa mikron nukta sifuri sifuri sifuri sifuri moja hiyo inamaanisha karibu uchafu wote huondolewa kwenye mfumo huu, na utando ni muhimu sana katika mfumo huu. Kampuni ya Dharmanandan hutumia utando wa teknolojia ya hali ya juu ya kampuni za Amerika na Ujerumani ili iweze kusafisha maji vizuri, inaweza kutoa ladha nzuri na pia itaboresha maisha ya mfumo mzima. Mara tu maji yanapopita kwenye membrane, inakuja kwenye mfumo huu wa kipimo. Huu ni mfumo wa kipimo cha madini. Tunaweza kuongeza sulfate ya magnesiamu ya kiwango cha chakula na bikarbonate ya potasiamu katika mfumo mzima. Kuna nafasi madini yanaondolewa, tunaweza kuijaza kwa kutumia teknolojia ya madini yaliyoongezwa. Tunatoa teknolojia ya hali ya juu, madini ya kiwango cha juu katika mfumo huu. Inajaza madini ndani ya maji, na ndiyo sababu kiwango cha madini huongezeka ndani ya maji. Ubora, ladha, harufu ya maji huongezeka si kutoka kwa maji hayo. Huja kwenye tanki la kuhifadhi chuma cha pua. Hii ni tanki la mwisho la kuhifadhi maji ambalo limetengenezwa kwa chuma cha pua. Kutoka hapa maji hupitia tena mfumo mdogo wa posta. Wakati mwingine baadhi ya chembe ikiwa hutokea kwenye tanki, inaweza kuondolewa kupitia mfumo wa mikron. Inaondoa chembe za mwisho kutoka hapa huenda kwenye mfumo wa ultraviolet. Hii ni mwanga wa UV ndani, kuna taa nne za UV na maji hupita kuzunguka kupitia taa za UV. Kwa hivyo miale ya UV huingia ndani ya maji na itaua bakteria wote. Aina ya kwanza ya disinfection itatokea hapa. Kutoka hapa maji huenda kwenye tanki la mwisho la kuhifadhi maji na hapa matibabu ya mwisho yatafanywa. Hii ni ozonation, hii ni mashine ya ozonation na hii ni nyongeza ya oksijeni, teknolojia ya kutengeneza oksijeni. Hii itafanya nini? Teknolojia hii ya kutengeneza oksijeni inazalisha oksijeni, oksijeni safi na hutolewa kwa mashine ya ozonation. Sasa ozonation hubadilisha oksijeni kuwa ozoni. Gesi hiyo ya ozoni itaenda kwenye tanki la kuhifadhi, itakuja hapa. Katika tanki la kuhifadhi gesi ya ozoni huyeyushwa, na itafanya disinfection ya mwisho, itaondoa kila aina ya uchafu wa bakteria. Sasa nini kinatokea? Gesi ya ozoni ni gesi isiyo dhabiti sana, inabadilishwa kuwa oksijeni mara moja. Wakati mwingine maji juu yanaweza kupata ozoni, chini inaweza isipate ozoni vizuri Kampuni ya Dharmanandan imetoa suluhisho kwa hili. Tumetoa mfumo wa mzunguko wa ozoni. Mfumo huu wa mzunguko wa ozoni huchukua maji kutoka ndani na tena kutupa kutoka juu, itafanya aina moja ya mzunguko ndani ya tank. Ozoni yoyote inayozalishwa inawasiliana na matone yote ya maji, kila tone la maji ni ozoniated. Utapata kundi kwa kundi au chupa kwa chupa tofauti katika ubora wa chupa ambayo ni muhimu sana ikiwa utaunda chapa kwenye soko. Lazima uhakikishe kuwa kila chupa, kila kundi ni sare kabisa na maji ya hali ya juu. Mfumo huu utafanya hivyo. Hii ni mstari kamili wa uzalishaji wa chupa. Inaanza na mashine ya ukingo wa pigo. Kwa hivyo hapa, unaweza kuona hii ni mashine kamili ya ukingo wa pigo otomatiki. Hii ni mashine ya mshimuman ambayo hutoa chupa elfu saba na mia mbili kwa saa, ambayo ni mashine ya uzalishaji wa hali ya juu. Hii ni jopo la kudhibiti. Unaweza kuona jopo la kudhibiti imeundwa vizuri sana, imepangwa vizuri sana. Kila fundi umeme anaweza kuelewa mchoro wa mashine hii na hii ina kiyoyozi, kwa hivyo inaweka mfumo mzima chini ya hali ya baridi. Uwezekano wa kushindwa ni nadra sana, haitashindwa wakati wowote. Hii ni preform hopper. Hapa tunaweza kupakia begi la preform kama hii. Unaweza kusema pakua tu begi, na preform itaenda moja kwa moja Upande wa juu unaweza kuona preform ikienda moja kwa moja kupitia conveyor. Kutoka hapo itaenda hapa, preform itakuja hapa na itapata mstari uliopangwa kiotomatiki. Unaweza kuona mistari miwili iko kwa usawa, itaenda. Hii ni kipakiaji cha preform, itapakia preform kwenye conveyor. Baada ya kupakia, itaenda kwenye handaki ya kupokanzwa vichugu viwili vya kupokanzwa vipo katika kupokanzwa, hita za infrared zipo itapasha joto preform na itaifanya kuwa laini, inaweza kupulizwa kwa urahisi sana. Unaweza kuona hapa, preform inaingia ndani ya handaki ya kupokanzwa. Baada ya kupokanzwa, kwenda ndani ya ukungu, hewa ya shinikizo la juu itatoka chini na chupa itavuma. Mfumo wa kufuli mshahara hutolewa na mashine hii, yote inaendesha kabisa servo ya usahihi usahihi na na na wakati ni sahihi sana na hakutakuwa na kuvunjika yoyote. Unaweza kuona servo hapo, servo hapo. Hii ni tanki ya kurejesha, tanki ya kurejesha hewa. Inarejesha hewa ya ziada itumie tena, na hii inaokoa umeme. Unaweza kuona fimbo ya kunyoosha, hizi pia zinaendeshwa na servo na jembe, na usahihi hauwezi kulinganishwa. Hii pia inaendeshwa na servo. Mashine hii ina mfumo wa lubrication kiotomatiki, inalainisha moja kwa moja sehemu muhimu. Hakuna haja ya lubrication ya mwongozo na itazuia kuvunjika kwa mashine. Unaweza kuona hapa. Yote haya ni laini ya lubrication. Unaweza kuona laini hizi zote za lubrication. Inalainisha moja kwa moja sehemu ya kusonga. Baada ya kupokanzwa huingia kwenye mold na chupa hupigwa. Unaweza kuona hapa, chupa hupigwa kiotomatiki kabisa na huhamishwa kwa upakuaji wa chupa. Unaweza kuona moja kwa moja, chupa inahamishiwa kwenye conveyor. Operesheni ya moja kwa moja, hakuna nguvu kazi inahitajika. Hii ni conveyor ya hewa. Kupitia conveyor ya hewa, moja kwa moja huenda kwenye mashine ya kujaza. Hakuna nguvu kazi inahitajika, na tumetoa i conveyor pia. Hii ni i conveyor Wakati mwingine ikiwa mtu anataka kuingiza chupa kwa mikono, tunaweza kufanya kwa mikono hapa pia. Conveyor hii ya imetolewa, itapitia mashine hiyo ya kujaza. Baada ya kupuliza chupa huja kwenye mstari wa kujaza. Chumba hiki kimejitolea kwa ajili ya mashine ya kujaza. Mashine hii inaitwa suuza moja moja kwa moja, kujaza na kufunga mashine kiotomatiki kikamilifu. Mashine hii ina uwezo wa chupa hamsini moja kwa dakika. Hiyo inamaanisha kuwa inaweza kuzalisha karibu chupa elfu nane kwa saa. Kwa hivyo mashine yenye uwezo mkubwa kama hiyo iko. Chupa inatoka kwa mashine ya ukingo wa pigo moja kwa moja na inaingia kwenye suuza moja kwa moja mashine ya kujaza pengo. Hii ndiyo jopo zima la kudhibiti Rahisi sana kufanya kazi. Mfumo wa msingi wa PLC upo. Mara tu unapopakia programu, itaanza kiotomatiki, na mfumo wa lubrication moja kwa moja upo. Mfumo huu hulainisha kiotomatiki sehemu zote zinazosonga za mashine. Hakuna haja ya lubrication ya mwongozo katika mfumo huu. Hii inaokoa muda na pia kuongeza maisha ya mashine. Maji yataenda kwanza kwenye sehemu ya suuza. Hii ni mashine ya suuza moja kwa moja. Chupa itarudi nyuma na maji yatatoka ndani ndani yake itaoshwa kabisa. Baada ya suuza, itaenda kwenye mashine ya kujaza. Hii ni tangi ya kujaza, tangi kubwa la kujaza. Ukubwa hutolewa katika mashine hii ili iweze kutoa uzalishaji mzima. Chupa zinaingia chini ya valves za kujaza, unaweza kuona valves za kujaza, na baada ya kujaza itaenda kwenye sehemu ya capping. Unaweza kuona sehemu hiyo ya kufunga. Kofia inakuja moja kwa moja kutoka kwa hopa ya kofia na kila kofia ya mtu binafsi inawekwa kwenye chupa na baada ya kuweka kofia kuna kichwa cha kufunga. Itakaza kofia ili ikabe chupa kikamilifu ili kusiwe na uvujaji wowote. Hiki ni kituo cha kufunga kiotomatiki kabisa. Baada ya kufunga chupa inatua kwenye chombo cha nje. Baada ya kofia ya chupa inatua kwenye konveyo ya nje. Hii ni conveyor ndogo ya pato ambayo inaweza kubadilishwa kwa urefu. Kwa chupa kubwa itakuwa juu, kwa mwili mdogo itakuwa ndogo. Itaenda kwa ukaguzi na uwekaji lebo. Kutoka hapa unaweza kuona hiyo. Baada ya kujaza chupa inatua kwenye conveyor ya pato na hii ni skrini ya ukaguzi. Mtu anaweza kukagua chupa, ikiwa kuna chembe anaweza kuondoa chupa. Kutoka hapo huenda kwenye usimbuaji wa kundi. Hii ni mashine ya kuweka alama ya kundi la lasa. Uzuri wa mashine hii ni kwamba hauhitaji wino wowote kwa laser. itachapisha nambari ya kundi, bei na tarehe ya utengenezaji kwenye chupa. Mara tu unaposakinisha mashine hii, hakutakuwa na sehemu yoyote inayoweza kutumika kama wino. Hii ni mashine ya kuokoa gharama kubwa, na pia inatoa mfumo mzuri wa uchapishaji wa kundi. Unaweza kuona kundi lililochapishwa la lasa. Huu ni mfumo wa uchapishaji wa lasa usio wa wino. Baada ya kuweka alama ya kundi, inatua kwenye konveyo ya zigzag. Tumetoa konveyo ya zigzag ya mita 30. Faida ya konveyo hii ya zigzag ni kwamba katika nafasi ndogo inaweza kubeba kiasi cha juu sana cha chupa. Kiasi kikubwa cha chupa huhifadhiwa hapa ili mashine ya kujaza iweze kukimbia mfululizo, na vile vile mashine ya kuweka lebo ya BOPP inaweza kukimbia mfululizo. Hii ndio sehemu muhimu ya mashine. Kutoka kwa conveyor ya zigzag huenda kwenye mashine ya kuweka alama. Hii ni moja kwa moja kabisa. Chupa ya mashine ya kuweka lebo ya BOPP huenda hapa. Hizi ni safu za BOPP. Tunapaswa kuweka roll hapa, na unaweza kuona itaenda moja kwa moja kwenye ngoma inayozunguka. Hii ni ngoma na gundi ya kuyeyuka moto itatumika kwenye lebo kwa kukata itahamishiwa kwenye chupa. Kila chupa hupata lebo nzuri ya BOPP. Unaweza kuona hapo. Hii ni jopo la kudhibiti la mashine ya BOPP. Operesheni nzima inaweza kudhibitiwa kikamilifu kutoka kwa hili. Baada ya BOPP tumetoa tena konveyo ya zigzag. Baada ya kujaza kuna zigzag na BOPP na kisha tena zigzag. Baada ya BOPP kutakuwa na kiasi cha kutosha cha chupa ili kuhamishiwa kwenye mashine ya kufunga kiotomatiki. Unaweza kuona hivyo kutoka kwa conveyor ya zigzag. Chupa inatoa kwenye mashine ya kupungua. Hii ni mashine ya kufunga kiotomatiki kiotomatiki. Kwa hivyo hii ni conveyor, hii ni mwongozo wa chupa. Hii inaendeshwa na servo. Hii inaongoza chupa ili mistari mitatu iundwe. Mistari mitatu huundwa ndani ya conveyor. Hii ni sensor ikiwa sensor hii yote iko chini, mashine hii haitafanya kazi. Hii itahakikisha chupa za kutosha zipo ili kuanza mashine. Unaweza kuona chupa katika mistari mitatu inakuja hapa, hizi ndizo miongozo itaunda kikundi cha chupa kama chupa 12 20, chupa 4 26, au 48 na kikundi inaweza kuunda moja kwa moja. Mara tu vikundi vinapoundwa inakuja hapa, na msukuma huyu atasukuma kikundi katika kikundi. Na hii ni jopo la kudhibiti moja kwa moja. Unaweza kudhibiti mashine nzima kutoka kwa paneli hii. Paneli ya moja kwa moja iko. Kutakuwa na safu mbili, roll moja iko juu, roll moja ni upande wa chini. Hii ni roll ya polyethylene ya yenye wiani mdogo. Itaunda wavuti moja kutoka juu kutoka chini na unaweza kuona chupa zinawekwa kwenye wavuti. Mara tu inapowekwa kwenye wavuti, blade hii itaikata na kutakuwa na heata ambayo itaifuba. Kwa hivyo uundaji wa wavuti unaoendelea utakuwepo. Na mara tu itakapowekwa kwenye wavuti, itapita kwenye handaki la kupungua. Sehemu hii ni sehemu ya kuziba wavuti na hii ni sehemu ya handaki ya kupungua. Handaki kubwa kama hiyo ya kunyunyiza iko. Hii ni handaki kubwa sana ya kupungua. Ndani kutakuwa na heata na tumetoa kipeperushi hiki. Kipeperushi hiki kitahakikisha mzunguko wa hewa. Kwa hivyo kutakuwa na joto la joto la joto. Kwa sababu ya joto la joto la joto, katuni ya chupa itakuwa imara sana na sare katika pande zote. Baada ya kupokanzwa, unaweza kuona kifurushi kinakuja kama hii. Roll imepungua kabisa na katuni ngumu kabisa iko na hii ni moto. Tumetoa baada ya mfumo wa baridi. Vipeperushi viwili vipo. Inapuliza hewa kwenye katuni na itapunguza katuni. Kuanzia hapa inaweza kuhamishiwa kwenye hisa au inaweza kutumwa moja kwa moja kwenye lori, unaweza kuona hapa. Lori kubwa linapakiwa. Lori hili linaweza kubeba karibu katoni 800 za chupa. Inaweza kwenda moja kwa moja kwa idara ya usafirishaji. Hivi ndivyo mchakato mzima upo. Hili ni eneo la hisa. Tunahitaji nafasi ya angalau masaa arobaini na nane ya uhifadhi wa uzalishaji. Wana nafasi kubwa sana. Hisa zote za mwisho zitahifadhiwa hapa na kutoka hapa itatumwa. Sasa hebu tuone jambo muhimu kwa ujenzi. Hiki ni kivuli kizima. Unaweza kuona kivuli cha bati. Hii ni kivuli cha bati. Unaweza kufanya kivuli cha bati kama hiki hadi futi sita. Lazima ufanye tiling kwenye ukuta katika kiwanda chote. Wakati wowote kuna ukuta upo, lazima ufanye tiling ya futi sita. Sakafu lazima iwe laini, unaweza kuweka tiles au unaweza kutumia jiwe la kota katika kiwanda chote. Jiwe la koya ni bora, na maeneo muhimu yanapaswa kuwa na vyumba tofauti. Unaweza kuona eneo tofauti la mmea wa aro. Eneo hilo ni mmea wa aro. Kutoka hapo eneo la kuosha jar, eneo la kujaza jar zote zina viumba tofauti. Kisha unakupiga. Kupuliza kunaweza kuwa wazi, kisha kujaza lazima iwe kwenye chumba kilichofungwa, kisha kuweka lebo na kufunga kunaweza kuwa katika eneo la wazi. Maabara mbili zinahitajika, maabara moja ya mikrobiolojia, maabara moja ya kemikali. Unaweza kuona maabara ya mikrobiolojia hapa na maabara ya kemikali hapa. Wacha tuingie ndani ya maabara ya mikrobiolojia. Hii ni maabara ya mikrobiolojia. Hapa tunapaswa kuonja mara kwa mara makundi yetu ya maji kwa bakteria kama E. coli, coliform maduka ya mashariki tfzi. Kuna vipimo vingi ambavyo tunahitaji kufanya hapa na baada ya kupima tunaweza kujua ikiwa bakteria iko au la, na ikiwa bakteria iko tunapaswa kuchukua hatua za kurekebisha. Unahitaji jukwaa kama hili. Jukwaa hili limetengenezwa kwa jiwe la granite. Bonde moja la kuosha linahitajika. Urefu unaweza kuwa futi tatu au futi tatu na nusu, na unahitaji switchi na plugs kama hii. Karibu plugs ishirini zinahitajika kwa sababu kutakuwa na vifaa tofauti vya upimaji ambavyo vinahitaji usambazaji wa umeme na kiyoyozi kimoja kinahitajika kwa maabara ya mikrobiologi. Hizi ndizo vifaa vya kupima kama incubators, incubators za board, tanuri ya hewa moto na mtiririko wa hewa wa lamina hizi zinahitajika kwa aina tofauti ya upimaji wa parameta. Timu yetu ya wataalamu itakuongoza na kumfundisha mtu wako jinsi ya kufanya upimaji katika maabara, kwa sababu hii ni sehemu muhimu sana na muhimu kudumisha rekodi za ubora, na rekodi hizi zitahitajika kwa upiaji wa leseni yako ya chakula. Timu yetu ya wataalamu itakuongoza kwa kudumisha leseni na pia kudumisha rekodi za ubora. Wacha tuingie ndani ya maabara ya kemikali. Hii ni maabara ya kemikali. Katika hili, vigezo vyote vinavyohusiana na kemikali vya maji vinajaribiwa kama TDS, ugumu, rangi, harufu, sulfate, nitrati kuna vigezo vingi ambavyo vinaweza kupimwa hapa katika hili pia tunapaswa kufanya jukwaa la jiwe la granite futi tatu na tatu na nusu bonde moja la kuosha linahitajika kunereka kunahitajika na tunasambaza vifaa hivi vyote vya kupima kemikali na vitendanishi timu yetu ya wataalamu itamfundisha mtu wako jinsi ya kufanya kemikali kupima maji na lazima udumishe rekodi ipasavyo kwa hivyo leseni yako itasasishwa kulingana na rekodi yako ya ubora pia asante kwa kutazama